Na hamna wewe unachoka, nisikilize vizuri. Ni sala gani unanyonyesha mke wangu jema? Mimi naongea na wewe ndani, wewe unaongea kutoka nje. Unamaanisha nini? Nimekuambia nimechoka mme wangu, siwezi kufanya chochote, naomba unielewe. Umechoka? Unataka niamini kwa maneno? Alikuja kuniambia Kisonoko kuwa mm. ni kweli Kisonoko? Nina maana kai ya kukuambia mke wangu, ile genge ni letu sawa. Pale utanyimwa ugali tu na vitu vingine, lakini umbea ni free delivery. Sawa. Yani, pale kama ufanya lolote lile, nitajua tu. Mimi ndio rais wa umbea genge zima unavyoliona. Nakuomba soma ndani kusutana na umbea, ili genge ni bola

Asante Bwana Narabuku, kuuba babake. Sawa, sisi tumekaa kikao cha mwisho na tumekubaliana tukukabidhi pesa yako na simu yako. Mjumbe Mayele amepata dharura, badala yake nimekuja mimi hapa kukuletea pesa yako. Uh -uh. mimi masuala ya simu, masuala ya pesa, nimeshasema family lai sitaki kulipwa chochote. Mzee, unatafuta nini? Sisi tulikubaliana tuchange pesa yako, yako, hapa, kwako, pesa yako. Wow, wow, yako na simu yako tukupatie. Mimi nimekuja kwako. Yako wapi mzee? Pita huku huku. Milioni moja uo mtonyo unawo hapo kweli au unajongelesha? Nimekuja na pesa milioni moja, naomba nikukabizi pesa yako, utuache hizo. family lako family lako sijui family lai hatuzielewi ala, hatuzihitaji pesa yako hii hapa me eh. Hesabu kwanza. Zimetimia, zimetimia. Mimi nimehesabu natoka nafika hapa mpaka naingia hapa kwako, najua hizi ni milioni moja. Hisabu na wewe kuhakikisha tu, ila ni milioni moja kamili eh? Hii pesa hii hii inaitwa mtonyo hii hii inaitwa fuba hii hi. Watoto wa mjini na sinza wanasema sapampa. Hiyo, hamu. <laughs> sisi watu wa Uturuki <laughs> akina <laughs> Uthmani wetu nasema Ankara hizo hey, hey. Ah, zoko zimetimia kweli hizi hizi hizi zimetimia. Vitu vitatu havisuswi na kufunda lewaji. Vitu vingapi? Vitatu. Cha kwanza chakula hakisuswi, jambo la pili mapenzi baba hayasuswi, kitu cha tatu pesa haisuswi. Na mimi kwa vile pesa isuswi nachukua <laughs> fuba hili sapampa <laughs> eh. Sasa hapa <laughs> kidogo mmeingia oh, kwenye mfumo vijana wangu mmekuwa eh. Nilikuwa na wadai shingapi? Nilikuwa na dai laki tisa elfu tisa na shilingi mia tisa. Hiyo pesa tumekukabidhi ni milioni moja. Mungu akipenda, sisi tunaomba luksa tu na utuache pesa yako hiyo. Hapo naomba mimi nitoke hapa. Ah, ah. Hakuna

hasa yule kisonoko, mbea mbea sana yule. Yani vile vigenge pale vinaumbea mno. Uwe nenda tu mwenyewe leo, misipawezi nikwambia kitu. Mke wangu, kama umefanya kitu nitajua, na kama umesingiziwa nitajua pia. Maana yake gengini kwetu hatunyimani umbea, na mbea siku zote huwa anasema kweli ila tu hupeleka taarifa muda usio rasmi. Nitajua tu. Eh, eh, nilikuwa na wadai laki tisa elfu tisini na tisa na mia tisa niishi na e, ngapi? milioni moja. E milioni moja e, i milioni sitaki zuruma, mana urudishe chenji we bwana we mimi naomba niruhusu niondoke. Hiyo shilingi mia nashindwa jinsi ya kwenda kuwagaia wenzangu huko, nasubiriwa huko, nirudishe mrejesho uliopata kutoka kwako. Naomba ruksa, Haji. mm -mm, mimi nadai laki tisa elfu tisini na tisa na mia tisa shilingi mia narudisha Aji mimi kuzurumu siwezi, na dai laki tisa elfu tisini na tisa na mia tisa shika mia yenu ya hapa chenchi. Hebu tufanye hii shilingi mia ni ya usumbufu tuliokusumbua, iongezee hapo iwe kamili. Baada ya kukusumbua sasa, hiyo iwe kama kiongezeo. Hii riba mimi sitaki riba. Mwenyezi Mungu kakataza riba, amesema yoyote anayekula riba ni sawa sawa analala na mama yake mzazi. Sasa mimi nataka niwe miongoni mwa watu. Sikia wewe Haji libasili sitaki zambi ndogo ndogo. Mimi shika, utachukua. Ah, uchukue basi, una tabu sana. Tabu ninayo kweli, aji, tabu ninayo, lakini libasili ni zambi kubwa. Ondoka. Sawa, shukrani. <laughs> Aji, ondokaaaa masizoni! <laughs> kidogo nawafikiria. So, simu yangu liko palepale, famili lai wamelipa hela bwana <laughs> wameita mtonyo <laughs> kulipesa sabuni alo, wamekula mbuzi wanalipa ng'ombe. Hapa zangu rufaija kwa wadengetani kuchukua minazi ko kubababake famili lai Kusutana na umbe, Genge yetu. Hili genge ni bolo, Genge yetu. Mushirike na kurogana, Genge yetu. Wala they don't take care, Genge yetu. Mola hukumu hali, Genge yetu. Machafu ya uwana yafa, Genge yetu. Nini wewe unasimamishwa na mimi, baada ushukuru umesimamishwa na insambo yetu. Unajifanya utaki kuongea na mimi, unanikazia, wakati mnajulikana kabisa, mademu wote watuangoma, watu ni maji mara moja. Sasa wewe unachokikaza hapo apo nakaza kitu gani? Si ndo maji mara moja? Kwani ajabu, sifa zenu zimezagaa dunia nzima, mademu watuangoma, maji mara moja, ukitia gia tu imo chombo inatembea. Tani stieni, kwa, kwa jinsi ulivyotuzahirisha haki ya Mungu lazima nikakushtaki. Nyie, huyu <laughs> muoneni eti kajikaza kabisa mwenye naenda kukushtaki. Aya, ah, nenda kashtaki, sijui unaenda kushtaki kwa nani? Nenda mwenye kashtaki, afu uone we utamshtakia, atanifanya nini mimi? Mi ndo aruatani bwana, hakuna mtu ambaye namuofia wala kumwogopa. Nenda tu wala sijali, sasa ngoja uone.

Ujue tajiri, unanichanganya. Hebu niambie kwa nini unaniambia hivyo, sikuelewi. Unanichanganya. Mimi na wewe tulikubaliana tukio zima ambalo uliona mimi la kukabwa, hakuna kusema chochote, hakuna kuzungumza chochote. Ikawaje ukaenda kutangaza kwamba mimi nimekabwa, nimejamba mishuzi tika tika? Tajiri, ah, wewe nani kakwambia maneno hayo? Huyo mbea mnafiki ndio unamtaka hapa? Nani alokuambia hivyo tajiri? Mi najua siwezi, yaani nitakaza kwa kwak, mi nakaza kila kitu. Nani huyu kisonoko? Vipi, ni mwite aje kudhibitisha? na wewe uthibitishe kwamba hukusema? <laughs> unajua nini tajiri, niliteleza tu bahati mbaya, ajali kazidi. <laughs> <laughs> eh? Sasa endelea na kamdomo kako na sasa hivi nimekuita ukatangaze tena. hii inaitwa nini hiyo? hela sasampa mane shuka jikundu la Masai, sasampa watoto wa Sinza na watu wa Tabata kitamba cheupe, e kwa mwanangu Shifta nastoni ganda ashtoni ganda Tajiri, naomba ah. kumi ba Wee, jishikilie jishikilie. Unataka pesa ah? Ah, tajiri hiyo zambi hiyo. Mwenyewe najua siwezi kujishikilia nkiona shuka Masai kama hivi, twende getoka tukue <laughs> ah, ajili michezo hiyo hiyo unaijua? <laughs> Unaijua yu, hiyo eh? soboka tu kushobokea dundo. Ipo siku litakukuta jambo. Hao ndio wazimu hao, wamekula mbuzi wanalipa ng'ombe na hmm? Kuba babake kicheko, wewe mtoto mdogo alafu Mama Amina tu. Ah, sawa mimi nimekubali, Mama Amina nimejipodoa, nimeomboka <laughs> ila tajiri, naomba hata elfu kumi nikanywe soda, naumwa help me, twende geto. kaichukua elfu kumi soda, mwenzio naumwa. Ah, wewe bora niendelee kuumwa lakini siji kuja kwako, nakujua. baba unaonekana na michezo mibaya Staki. <laughs> Kwaeli tajiri, sichezi na wewe, una tabia mbaya, naenda kusema kwa mama <coughs> mi mwenyewe sichezi na wewe, sichezaji na mataila, takuweka nyingine tena. Hata mimi nahisi Mbunga anatembea na mkeo. Kwa nini? Hmm. Yaani jana kaabi nyumbani imechoka na alivyopanda kitandani yani kalala fofofo kama mzoga. Nipojaribu kumsachi kwenye fikira yake, kuna kitu nimemkuta nacho. Kitu gani? to dam jiapani jamani, mbona atakunitisha hizi hey! si shanga za mke wangu kabisa hizi! Jamani, huyu baba, mbona ana roho ngumu hivi? paka kumvua shanga mke wangu. Ina maana wewe ukumkagua mke wako? Yaani mmelala kama mpo vitani, yaani ulale usijue kama mkio shanga hazuki unoni? Wani mwanaume kweli? Yaani nikwambie ukweli, jana yaani mke wangu amelala na kijinzi kigumu, yaani nimekosa nafasi ya kufanya chochote na amerudi amelalamika ametoka, yaani sijafanya lolote na mke wangu. Hmm, sasa haina haja ya kuuliza visho, yaani lazima tugawane maumizi, yaani lazima tugawane maumizi, yaani ni kutoka, afu tukirudi, tutaulizana wewe umesikiaje, wewe umeonaje. Hapo umenena damu Japani, kama mbwai na iwe mbwai, atafurahi show mwaka huu